Jaribu kusema kwamba vile viongozi wetu wamesema kwamba hili jambo la one term sio mzaa vile mnafikiria. Hili jambo la one term ni kitu ambacho ni lazima kifanyike. Sisi hatusemi tu one term kwa sababu tunataka kujifurahisha kisiasa, la tunasema one term kwa sababu ya ile uongozi mbaya ambayo imekuwa Kenya hii. Mimi tangu nizaliwe sijaona uongozi ambao unaua vijana wetu. Wakati ya Moi tuliona Moi alikuwa anapatia watoto hata maziwa ya bure, wakati ya Kibaki tuliona akiwapatia masomo ya bure, lakini uongozi huu umeamua kuua hao viongo, hao vijana. That is why sisi tunasema ni lazima huu uongozi utoke. Uongozi huu vile vile pia umeua uchumi wetu. Mimi nimesikia bei ya mchele imeenda chini. Hii bei ya mchele imeenda chini sio kwa sababu ati hali imekuwa mbaya, ni kwa sababu rais wa jamhuri ya Kenya amepeana permit kwa marafiki wake wa import mchele ya bei rahisi, ambayo inakuja kukompiti yule mkulima wa hapa chini. Sisi tungependa na mawakili wako hapa wakiongozwa na senior counsel wetu, ni lazima tuende tupate ile petition ile afa ile organization inaitwa ni lazima tujue, <tiped> ni kampuni za nani zilileta hiyo mchele, sababu hizo mchele ndio zinafanya bei inaenda chini vilevile niadarati zinaingia juzi. Nimeona wameshika watu wa kitransport cocaine na hao watu wameshikanishwa na waziri fulani katika serikali ya Uganda, mluma. Lakini mpaka leo rais alitafuta kichoti, hiyo inamaanisha yeye pia anajua hiyo biashara ambayo inafanya pale airport, and that is why alikuwa nataka kupeana airport yetu kwa yule mtu anaitwa Adani, ndio aendelee kufanya hiyo biashara. Mimi ningependa kuwaomba kwamba kwa hii movement ya Wantam, is a serious thing. Nashukuru sana chama cha Wiper ambacho juzi kilizindua mzalendo kiongozi wa hii nchi ambaye yeye amekuwa huku kwa opposition na kina Raila, akina Gideon Moi, lakini hao wote wamenuliwa, amebaki Kalonzo, Kalonzo Musyoka peke yake. Ningependa kukupatia heri sana, and you deserve leadership, mshimo Kalonzo, vile waifu alikuzindua. Sisi tunasema hata kama tio, kama ile fomula itaku feva wewe, Kalonzo Musyoka I am 100% sure ishase Vilevile sisi kama chama cha DCP pia sisi in the next two or three months tunaenda kuzindua striker wetu kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya na huyo mnajua ni nani? Rigathi Gachagua, nipenda kuomba wa Kenya, wakati tutaleta huyu ndume na huyu ndume, Bishop, huyu ndio ule ambaye hauziwangi uoga, kama hiko mtu ana pesa ya kununua uoga Gazi ya shaka. Yeye ndio kiongozi peke yake ambaye alikuwa ya anaweza ambia William Ruto awachane mambo ya kutoza watu ushuru. So, mheshimiwa party leader, sisi tutakutakia mema na wakati tutakuzindua kuzidua, niko na uhakika utakaa chini na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka, kiongozi wetu Martha Karua, kiongozi wetu mtumi na wamanwa mchague mtu mmoja tumesema, yoyote yule ambaye atatuongoza sisi tutala mkono. Otherwise sisi tunashukuru sana, nitarudi tena. Nilikuwa uh, nasikia kubijia akisema kule Sagana kwamba tutakula mchele na nyama tasa, niyo, hampa, sasa leo tutatoka hapa bila mchele sindio? Mimi nashukuru sana, nimependa kuchukua fursa hii sasa kukaribisha the party leader wangu